Kipekee tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kupandisha kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi laki tatu na sabini mpaka shilingi laki tano. Labda kwa wasioelewa vizuri, kiwango cha chini ni payment ya mshahara ambayo hata kodi haikatiwi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kupandisha kwa amount hiyo ni historia katika nchi, haijawahi kutokea. Huwa tunapanda kwa pesa kidogo kidogo. elfu mbili na ishirini na mbili, alipandisha mshahara lakini haukuwa kwa kiwango hiki alichokifanya sasa tunamshukuru sana sana sana, amegusa maisha wa Tanzania. Sisi wafanyakazi ni mikono ya watanzania wengine ya kuchumia fedha, hatuli fedha kama fedha, tunakula mahindi, tunakula mchicha, tunakula bamia, tunakula matembele, ndivyo vyakula vyetu. Tukilipwa vibaya, tunakwenda kwa watanzania wenzetu masikini kwenda kununua vibaya. Tukilipwa vizuri, tunakwenda kwa watanzania wenzetu maskini kwenda kununua vizuri. Unamkuta bibi pale amechoka, hata mavazi yake hujui alifua lini, anafunda ana mafungu mwene matoto atembele, unabembeleza bado akupunguzie, ni kwa sababu umelipwa vibaya. Lakini ukilipwa vizuri, utamhurumia ule bibi, utaangalia status yake maisha yake, jinsi yanavyoonekana, utapenda. Hata wakati mwingine chenji usichukue, umwachie, utanunua vizuri, hutalalamika bei. Kwa hiyo kupandishwa mishahara kwa wafanyakazi hasa wa umma kunabadilisha maisha katika taifa zima, jamii nzima. Nichukue mfano sekta ya afya na ya ya, ya, ya elimu. Sisi ndio tulio wengi, huwa tukilipwa mshahara mwisho wa mwezi, masoko yanachangamka, maduka yanachangamka, kila kitu kinakwenda viral kwa sababu walimu wamelipwa. Siku hizi watu wamesahau kwamba wafanyakazi wamelipwa mshahara, wanauliza walimu wamelipwa? Siku hizi walimu wamelipwa mshahara, kwa sababu walimu ndo wako wengi, tuko wengi kwenye jamii, kila mahali tuna, tunaonekana fani zingine haonekani. Mwanajeshi utamkuta wapi? Si mgambo utamkuta wapi? Nani utamkuta wapi? Hata ninyi waandishi wa habari vijini, hamwezi kuweko, mtakutana hapa vijini, hapa mjini, lakini pia ni wachache katika jamii kubwa, ni tone dogo tu la maji, hamuonekani. Kwa hivyo maisha yenu yakienda vyovyote vile, impact yake katika jamii haionekani wazi kama inavyoonekana kwa walimu. Kwa ujumla, hotuba Mheshimiwa Rais ilikuwa ni ya kutuliza wafanyakazi, ilikuwa ni ya kufariji, ilikuwa ni ya kuleta matumaini na ndiyo maana hata katika alipochomekewa kitu kibaya alijibu vizuri, tena alijibu kisomi, akawapeleka kwenye mikataba ya kimataifa na akawashauri waboreshe. Kwa kushauri kule, nafikiri anajua nini kinaendelea. Kama mtawala wa nchi, lazima ujue nini kinaendelea. Umesikitishwa na hotuba, sehemu ya hotuba ya tukta kwa mheshimiwa Rais ilikuwa ni kipande chonganishi. Sehemu hii chonganishi inamwomba Mheshimiwa rais kwamba sheria zirekebishwe ili wafanyakazi wakose uhuru wa kuanzisha vyama vingine vya wafanyakazi, na wanatafuta mtu kwamba ni waajiri wanashawishi na kufadhili watu wengine wafanyakazi waanzishe vyama wafanyakazi. Huu ni uchochezi wa wazi ambao hauwezi kuzingatiwa ama kuvumiliwa. Tunaamini hotuba ile ama risala ile ilipita kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, ilikaguliwa kabla ya kwenda kusomwa kwa mheshimiwa rais mawaziri tunaamini walikuwa nayo kabla hawajaruhusu kwenda kusoma kwa mheshimiwa rais. Hatutaki kusema walikuwa na nia ovu, lakini pengine weledi wao ama uelewa wao walipungukiwa mahali, wakaruhusu vitu kama hivi vichomekwe, ili mheshimiwa rais aweze kuvunja katiba ya nchi, kumwambia ruhusu sheria ibadilishwe. Uhuru wa vyama vya wafanyakazi hauanzii kwenye sheria, unaanzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais ni binadamu, angekosa tu hekima akajibu akasema hebu lishughulikieni hilo, tayari ilikuwa ni tafrani kubwa kwenye nchi hii. Tungelaumu kwamba rais amevunja katiba, lakini amesababishwa na watu. Tumeona tusinyamaze kimya, tutoke hadharani kuwaambia TUCTA na membazi wake walichokifanya cha kutaka kumpotosha mheshimiwa rais atoe maelekezo ya kuvunja sheria za nchi na kuvunja katiba ya nchi ambayo ameapa kuilinda hakiwezi kuvumiliwa tena. Lakini vyombo vyote vilivyoshiriki kukagua ile ile ile risala ya TUCTA vikaruhusu bado iende, ili kaweke mazingira ya kumpotosha mheshimiwa rais, naomba vijiulize vizuri sana kama vinatekeleza wajibu wake barabara ama vitekelezi wajibu wake barabara.